Hmm. Shida yangu ile sijui nafanya nini hapa asubuhi yote hii. Jamani, wanaume wengine bwana. Wewe, unafanya nini asubuhi yote hii hapa? Mke wangu. Nilikuwa na kutafuta wewe. Mwanaume wajabu wewe, yaani unashindwa kutulia nyumbani kumwangalia mwanao, unasema unakaa unanitafuta mimi? Mama ji, tambua kwamba wewe ni mke wangu na sio mke jina. Wewe ni mke wangu wa ndoa, angalia maneno yako. Wewe ni wa kuniambia kweli hivyo? Mimi wanaojua hivyo, acha ajue hivyo. Kama unaona umeshindwa kutekeleza masharti yangu, basi nitafanya nilichokuambia nitafanya. Sikiza mke wangu. Hapana, sijashindwa sija, sijashindwa, sijashindwa siwezi kukuzi tena, usinifanyie usi hivyo, nimemaliza siku, sikukeri tena mke wangu, mke wangu, usifanye hivyo kabisa. Samahani. sihitaji hata msamaha wako, twende tuondoke, tunaenda nyumbani, tangulia. Ah, sawa, unakuja Nenda. Tuna wanaume mjini. Twende.